Mimi kitu nimefanya ya kwanza nimebonyeza ile kengele ya kusubscribe immediately. sina devu wale wamesimama na sina devu wamefanya kazi na yeye, devu wangu wanabadilisha maisha yao sana, that's number one. na na hapa mimi i congratulate sina devu, i congratulate sina devu 100%. Mtu akifanya vizuri lazima mwambie ma, lazima mpongeze bwana eh hey, amefanya vizuri Mm, God's stuff is the best. Mm, lakini Fred hii YouTube ungefungua kitambo ungekuwa mbele mbele, lakini maybe Mungu ndiye alikuwa na kuguide. Wenye wivu wajinyonge leo! Wenye wivu wajinyonge. Najua wengine wana, wana na nn wanao wanatona machozi ya damu, tona machozi ya damu. Wenye wivu wajinyonge kauono, wenye wivu wajinyonge. Wenye wivu wajinyonge leo. Dev. Thank you very much. Thank you very important. This you have read. May God bless you. Eh? And now na umepata bibi mzuri by the way. You got a very nice lady, a very beautiful lady, very innocent lady. Very cool lady. Omera yule mutu alipina namba yako, lazima sasa umu, umu, uende mpongezi badai. Uende mpongezi. Enda umpongeze saa hii hii hii, leo leo hii naongea na wewe hmm. Enda umpongeze sahihi, hmm. Amefanya kazi ya mahana kwa kuconnect na mchana mrembo mtoka kutoka Mombasa. Sijui ni kabila gani huyo omera eh? <laughs> mapenzi yalazimishwi. <laughs> Leo nimekubali ya kwamba mapenzi ni kitu ambayo ailazimishwi, tulijaribu kule amerudi hmm? hmm? DCI, DCI. Hmm? malaika alisema malaika alisema juu juu ya alikuwa na uchungu. Kusema kweli ni kitu vibaya sana. Kama mwanaume unaenda na mwanaume unampenda kwa roho yako, alafu baadaye unakuja anakulenga. Mm, leo hiyo naweza sukuma matusi gunia moja. Let me tell you another thing, usiweke hiyo mapenzi kwa roho, mm, Fred, usiweke, love, usiweke, kwa roho, mm, usiweke kwa roho ya yani, usiweke kwa roho, weka single pande, weka moja, weka kwa lungs moja, weke karibu na anus. Mm. Akikukosea kidogo hivi suta hiyo makusiriko eh. Na ukiweka kwa roho my friend, utalia. Najua sometimes we need to speak the reality. Najua naye sisi eh, kama tunaua hatuwezi kuwa na wivu. Najua eh, wale lavogi wale walikuwa natema mate mm. Najua wale sasa Eh, najua mnaona vibaya bwana. Una, una, una, una kuna chungu sana. Kuna kitu sasa hapo kwa moyo wako ina rotate kama propeller ya, ya meli. Eh, oh, uh, anajua hata waja subscribe by the way.

Mm. By the way, usi usiwe mwanamke ambaye ana mdomo pere pere pere. Yani nyamazi, yani yeye akikis, akikasirika kwa nyumba anakusautia huyo ni msichana X mm. Unaona, uh, yani mnabishana hadi adi yani, for example aiziona oh, makosa yake. So Fred alikuwa anajaribu kusema, he was searching a lady Respect, mwenye amejiheshimu mm? Mwenye, mwenye wa cheat lakini, hapa mambo ya kucheat hiyo inakuja nayo baadaye mm? Hiyo si semi saa hiyo inakuja nayo baadaye, lakini let me tell you, God's time is the best. Wenye vivu wale wanakuwa tamani Fred X. Wembe ni ule ule na mambo imeisha hivyo, let's be to the next episode for more explanation na nakuja siendi mbali mimi nakuja hapo.